Hatimaye heka hekaheka za uchaguzi wa papa mpya ambaye ni kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki zimemalizika, huku jina lake likitangazwa. Lakini hata kabla ya jina lake kutangazwa kutoka kwenye balkoni ya St Peter's Basilica, umati wa watu waliokuwa chini waliokuwa wakiimba viva ili papa, long live papa. Robert Iprevosti mwenye umri wa miaka 69 atakuwa mkaaji wa 267 wa kiti cha enzi cha St Peter, na atajulikana kama Leo wa kumi na nne. Yeye ndiyo Mmarekani wa kwanza kuchukua nafasi ya papa, ingawa anachukuliwa kuwa kadilinali kutoka Amerika ya Kusini kwa sababu ya miaka mingi aliyokaa kama mishonari huko Peru, kabla ya kuwa askofu huko. Alizaliwa Chicago nchini Marekani mnamo mwaka 1955 na na wazazi wa asili ya Kihispania na Kifaransa, Kiitaliano. Prevosti aliwahi kuwa mvulano wa madhabahuni na alitawazwa kama kuhani mnamo mwaka 1982 ingawa alihamia Peru miaka mitatu baadaye, alirudi Marekani mara kwa mara kutumikia kama mchungaji na kabla katika jiji lake la nyumbani. Ana utaifa wa Peru na anakumbukwa kwa furaha kama mtu ambaye alifanya kazi na jamii zilizotengwa na kusaidia kujenga madaraja. Alitumia miaka kumi akiwa paroko wa eneo hilo na kama mwalimu katika seminari huko Trujillo kaskazini magharibi mwa Peru. Katika maneno yake ya kwanza kama Papa Leo wa 14, alizungumza kwa furaha kuhusu mtangulizi wake Francis: bado tunasikia masikioni mwetu sauti dhaifu lakini ya ujasiri ya Papa Francis ambaye alitubariki, alisema. tukiwa tumeshikamana na Mungu tusonge mbele pamoja, aliambia umati wa watu waliokuwa wakishangilia pia alizungumza juu ya jukumu lake katika agizo la Augustinian. Alikuwa na umri wa miaka 30 alipohamia Peru kama sehemu ya misheni ya Augustinian. Francis alimfanya askofu wa Chiclayo nchini Peru mwaka mmoja baada ya kuwa papa anajulikana sana na makadirinali kwa sababu ya nafasi yake ya juu kama gavana wa kanisa la maaskofu katika Amerika ya Kusini ambalo lina kazi muhimu ya kuchagua na kusimamia maaskofu. Akawa askofu mkuu wakati huo huo, Januari mwaka 2023 na ndani ya miezi michache, Francisco akamfanya kuwa kadirinali. Kwa kuwa asilimia 80 ya makardinali walioshiriki katika mkutano huo waliteuliwa na Francis haishangazi kwamba mtu kama Prevosti alichaguliwa hata kama aliteuliwa hivi karibuni. Je, maoni ya Papa leo ni yapi? Ataonekana kuwa mtu aliyependelea mwendelezo wa mageuzi ya Francis katika kanisa Katoliki? Prevosti Anaaminika kuwa alishiriki maoni ya Francis kuhusu wahamiaji, maskini na mazingira. Aliyekuwa mshirika wake wa zamani, mchungaji John Lindon, alimwelezea Prevost kwa shirika la utangazaji la Uingereza BBC kama mtu anayemaliza muda wake aliye chini kabisa na aliyejali sana maskini. Ingawa Prevost ni Marekani na atafahamu kikamilifu migawanyiko ndani ya kanisa Katoliki, asili yake ya Amerika Kusini pia inawakilisha mwendelezo baada ya papa aliyetoka Argentina. Vatican ilimtaja kuwa papa wa pili kutoka Amerika baada ya papa Francis, pamoja na papa wa kwanza wa Augustinian yani. Wakati akiwa nchini Peru, hajaepuka kashfa za unyanyasaji wa kijinsia ambazo zimelitia giza kanisa Katoliki. Hata hivyo, dayosisi yake ilikanusha vikali kwamba alihusika katika jaribio lolote la kuficha